Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum na assalamu alaikum. Popote pale ulipo, natumai uko best na uko na afya nzuri. Leo hii katika podcast yetu ama kipindi chetu tunaangazia mahusiano na familia yep. Nafahamika kama Habiba Hamisi, bila kusahau niko na mwenzangu mwenye ni mtaalamu pia na mambo ya kifamilia <laughs> Kila wakati mi ungana nasi hadi tamati katika hub. Sar. Sara. <laughs> Saru hub Saru podcast hub ama habsar, utakavyopenda, wewe ni hmm. Wewe mwenyewe utajua, usahau kutuma jumbe maoni katika kurasa zetu za kibinafsi ama kurasa yangu kibinafsi kibinafsit Habiba Hamisi. Ashtegi fina kalush no. Mambo rahisi tu mm -hmm. Leo hatuingi sana katika familia mm -hmm. Tuna tunaangalia kwanza uhusiano mm -hmm. wa nje, tunasema ni wa marafiki. Utajuaje rafiki wa kweli ni rafiki mm -hmm. mnafiki? Utajuaje Habiba? no. Mm, kimimi unajua, kuna baadhi ya watu ama vilivyosema marafiki mm. Mm, yani, friends with benefit Before, before tuendelee hapo mm -hmm. rafiki wa kweli ni nani? Ni yule ambaye anakusaidia katika dhiki, ukiwa na dhiki mm. ukiwa na furaha, muko pamoja need nimepata ama nimekosea? Ni vyovyote vile utakavyoelewa mwenyewe tu mm -hmm. Hivyo na mnafiki ni yupi? Yani, mnafiki ni yule, ni kama kikulacho kimoni mwako. Mnafiki ni yule fake friend. Yeah. Hypocrite. Mm kwa lugha ya Kiingereza. Hivyo leo mtazamaji, tutakuwa tunaangalia je, utajuaji rafiki wa kweli na mnafiki, na utajuaji kulingana na mimi. E, rafiki wa urongo huyo mnafiki ni yule tu wakati wa, kwa mfano, uko na dhiki, hata kuwa nawe hapo mm -hmm. lakini wakati wa furaha, time ya lunch, ni hawa tu wanaku ndani ni kama mdudu chungu anakuuma tu ndani. Timu ya lunch ndo huyo anakufuatana nayo, kwa sababu kuna interest fulani hapo, anapata unamnunulia. Kama hauna hiyo pesa ya kumnunulia, utamuona amekwepa peke yake, ameenda mwenyewe kununua mm -hmm. yeah. Hivyo ndio mimi na define a fake friend. Mimi a fake friend ni yule ambaye anasema hawezi nitaja in the table of opportunities mm -hmm. anajua vizuri mimi niko best in this mm -hmm. lakini pale katika ile board hawezi juu yani wakunichochea wakusema ah, huyu afai, that is a fake friend, juu ukiwa successful, a true friend ama rafiki wa kweli ni yule mwenye atajaribu tena sana yani msaidiane. Mm -hmm. Udhaifu, hata kama uko na ile udhaifu mm hata -hmm. Onyeshe uo udhaifu hadharani lakini atajaribu tena sana kuficha no. Ile tunasema uchi yeah. Rafiki mwenzako <laughs> Unajua pia kuna hiyo mm, kuna wivu mbaya na kuna wivu nzuri mm. So nikianza na kitu positive ni kuwa mm -hmm. wivu nzuri ni ile, kwa mfano, unakuona rafiki yangu uko very successful na amini, insha Allah, Allah akujalie ukuwe successful. So mimi nikikuona, ama mtu mwingine akikuona, anasema natamani kuwa kama fulani, natamani kuwa kama fulani, i will do my very best niweze kumfikia na kumpita. Sasa hiyo, that is a positive mm -hmm. wivu, jealousy positive, na ile wivu mbaya hiyo negativity mm -hmm. ni ile anakuona, yani kama acha nitumie mfano, na mimi nakuona unakuwa successful lakini inaniuma kindani mm -hmm. Yani nimetumia mfano na mimi si niko hivyo tu, anaulizana la, niepushe na atuepushe na epushe wengine <laughs> Yaani nakuona unakuwa sasa unapanda, una, una tu mm -hmm. lakini inaniuma kwa kindani, nasema mbona huyu, mbona huyu, lakini si mimi ndio. mm -hmm. ndio tofauti, kuna tofauti. Lakini hali ya sasa kuko hivyo, utapata unaweza kuwa na ile tunasema kikundi cha marafiki mm -hmm. lakini kati hao, kati ya hicho kikundi kuna ule rafiki wa kweli mmoja mm -hmm. na Mm -hmm. Tusonge mbali na hayo. <laughs> Na pia kwa kiufupi <laughs> kuna watu wengi sana hata ikiwa na watu mashah, mm, mashuhuri wanauliza, Je, Habiba, who is your friend? Rafiki yako ni nani? Naam. Mimi nimeulizwa sana rafiki yako ni nani? Mimi sina rafiki. Uje kuwa na rafiki? Sina rafiki. Rafiki na, sina rafiki. Subiri nikueleze kwa nini ah, nasema hivyo Yani, niko na watu wengi ambao nawafahamu na wananifahamu naam. Na, wanani, yeah, na nasema you I guess women gets. Utakosaje ukuwa na rafiki wa kweli, mzazi si rafiki? Subiri sijafikia <laughs> huko. Yani, unanikata kata, unanikata kata. <laughs> Ah, yeah, let's go mimi -hmm. Yani hivi niko na colleagues but not friends. Mm. Ni wale kama tunafanya team work tunasaidiana kwa mambo kadhaa kadhaa, lakini kusema huyu rafiki yangu, no. mm. Nikisema huyu rafiki yangu, nitamganda kama kupe yani, itakuwa like namdipendia huyu sana. So rafiki yangu ni nani? mm. Wazazi wawili. mm. Rafiki yangu wa pili ni nani? Ndugu zangu basi. Lakini watu wengine, my colleagues, na wafahamu Nimesema leo atuingie kwa familia. Ningekuuliza swali hapo, kwa wazazi, kwa rafiki <coughs> kuna mmoja naona anasema, mimi kunao wazazi ambao wanafanya wanaokuwa ni kama adui <coughs> yani, like niko na mama niko na baba <coughs> lakini hawa, yani siwaoni kuwa marafiki wangu kwa sababu ya ile ukali. Vile vile ukali, ile kitu yenye tunasema ame bring up na ile ya kumwogopa, mm -hmm. Yani, badala ya heshima ya anamwogopa yani, mm -hmm. Anapata ile tunasema uoga, mm -hmm. Yani hajapata ile embracing ya rafiki, mm -hmm. Kupitia kwa wazazi. Unasema nini kuhusu? <coughs> kulingana na mimi, unajua watu wamelelewa tofauti tofauti, mm -hmm. Unanipata, mm -hmm. Unaweza pata mzazi mmoja ni mkali ni mkali with benefit sawa. mm -hmm. na kuna hu mwingine ni mpole tu, anakupampa tu yani. Ukifanya makosa, anasema hapana, usimteteshe mtoto. So inategemea na upgrade ya mtu. Upgrade <laughs> <Up what? laughs> so unanicheka sana mimi, unanicheka <laughs> alafu kitu ingine <coughs> Subiri, ni kuwa subiri nimalize. mm -hmm. Kitu ingine ni kuwa, yani, mzazi hafai kuwa mkali kwa mwanawe ama wanawe, na pia mtoto hafai kuwa mjeuri. Unajua ule mtoto mjeuri kwa wazazi wake, ndo atasema wazazi wangu ni wakali, sijui wazazi wangu wanifanye, sijui kuwa karibu, kwa sababu ni mjuri, hataki kusikia maneno. Wewe mtu mwenye akusikilizi, utamfanya kweli akuwe karibu naye? Kama akili yako ni mbaya, hapana, hatingi kwa familia. Mtazamaji wetu, tunaangalia kuhusu, je, utajuaje rafiki wa kweli na mnafiki? Tuendelee, kuna swali ambalo napata, anasema kwamba anauliza swali anauliza Habiba, uh -huh. ah, <laughs> Sawa. Habiba, uh -huh. Unafikiri kwamba mitandao ya kijamii imeathiri namna tunavyotambua marafiki wetu? Naam, imeathiri kikubwa sana. mm. Nomana, kuna wengine ndo maana nimekwambia kuna positivity na negativity. mm. Kuna wengine imewaathiri kipositive, kwa njia ya Kiswahili utasemaje njia nzuri na ningine ki negative utasemaje, njia mbaya, kitu kama hiyo. <laughs> Kunradi kama ntakuwa nimekosea. Ndo maana mm -hmm. we allow comments kukukuza kimaarifa mm -hmm. ama kukwambia hapo umefanya makosa, nirekebishe. that's how people grow mm -hmm. So mm -hmm. ukilingana, ukiangalia mambo ya kipositive, we mwenyewe ndio utajua kama imekuathiri kwa njia hiyo nzuri ama kwa njia mbaya ukiona ni mbaya wachana naye na ukiona ni nzuri fuatilia endelea naye kuna wale wako na marafiki wanafiki lakini wako tu 50-50 leo wewe ni mzuri kesho wewe ni mnafiki follow your instinct ukiona kitu inakwambia unajua lakini si wa Afrika unasema ti damu yangu haijasikizana na huyu hizo ni mambo za kipumbavu Hufa, hufa tani, lakini follow your instincts. Na huyo huyo mmoja ambaye atakufanya ukue kuliko ah, kuwa na wengi wanakudidimiza. Kwa hivyo ni chaguo lako, mwe, yeah. Utachagua yupi ama utamfuata shetani <laughs> <laughs> Lakini ukiwa na marafiki wote watu wazuri mm -hmm. Jiulize swali pia, you have a problem <laughs> kwa sababu unaambiwa mti mwenye wenye subhanallah, mti wenye matunda mm. ndo upigwa mawe mm -hmm. Itakuwaje wewe tu wanakuchekea kwa sababu? Ina maana ukifanya makosa watakuwa na kuchekea tu, wanakwambia congratulations lakini wanaogopa kukunini mm. kukukosoa, hao ni marafiki kweli? Ukina okay, tu wote marafiki zako ni wazuri, wanakuchekea tu ukifanya nini, jua you have a big problem. yeah. kwa hivyo tunaacha watu in a dilemma. yeah, ni wewe mwenyewe uchague, chaguo ni lako know yourself. yeah, unajua kwamba marafiki wema wapo na wanafiki wapo. <clears throat> <Lakini. Kwan> <laughs> Samahani kukukata. mm -hmm. Mtu anafai kujua. mm -hmm. Hata kama mzazi wako ni mkali haja, hata kama atujingilia katika mambo ya kifamilia ni urafiki tu. mm -hmm. Ujue rafiki ya kweli ni mzazi wako. mm -hmm. Wazazi wako. mm -hmm. Ndio, that's all I can say, sina mengi. Hana mengi, Habiba, salamu wetu, mwalimu. najaribu tu <laughs> mwalimu wetu katika kipindi cha mahusiano na familia na asante tena sana mtazamaji wetu, umekuwa nami sarafi na msioki katika hii podcast ya Sarahab, ambapo tulikuwa tunaangazia, je, kunao marafiki wa kweli na wanafiki? Tukasema kwamba wapo marafiki mm -hmm. wa kweli na wanafiki. Asante tena sana mtazamaji wetu, tupatane wakati mwingine. Kwa heri. Maasalam.